Arachi right, tenzliktokana simu yetu hapa. Simu yetu ni yale makubwa ambayo ni power bank. Hapo hapo ni simu au ni power bank? koo simu yetu mtaji wetu amekuja, imekata njia za kio kwa ajili ya mwanga. Simu inawaka bila mwanga, basi Tenda kufungua hapa ili niweze kwenda kuifix hilo tatizo. Bado mtiki wangu. Nachukua na multimeter wangu hapa ili nianze kazi <tukarikana>

kuna maandishi, maandishi unayaona, lazima tuchiam nenda ku disconnect simu ili niweze kufanya kazi Baada ya kuyachanisha hapa na kuja hapa nyuma, kijya hapo nyuma ambako ndo ndachukulia mwanga wangu. Una njia ziko moja mbili tatu nne tano moja mbili tatu nne tano, tano hizo njia tano utaona hapa K K K K A, hiyo ni cathode na anode. Kuna positive na negative, so tutakiwa tutapate waya mbili ambazo tutakuja tutapima taa yetu hapa, itapowaka taa yetu tutajua cathode ni ipi anode ni ipi. Amita yangu hapo, ndaenda kupima positive yangu ni ipi, negative ni ipi. Unaona hapo, taa yangu inawaka kwa positive yangu ambao ni anode, ni hapa. Cathode ni ndaenda kuchoma hapo, haya

Ya kwanza tulisema ni anot tunda kuipeleka kwenye anot sikujua kwenye kamera kama mnaona kuja kasodi. Baada Kuchu ya kuchoma hivyo, nitakuja kuunga zangu za betri ili niwashe nione